ni saa 12 saa za afrika kati ikiwa saa moja majira ya afrika mashariki uko nasikiliza matangazo yetu kutoka baraka One tv na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa ngwasu mamrajau wakili kabonga ambaye anakupa nafasi hii uweze kusikiliza yale ambayo yako yanajiri mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na taarifa zote ambazo zinatoka kwenye uwanja wa mapigano leo hii tarehe tatu za mwezi wa kumi, za mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita hembu sikiliza kwanza hii kupitia baraka One TV ya mesaje eyo yenye ya barwande yenye waliandika barwande evogopeki, yo mesaje donc. Na tunayua kama batu ya mingi kavayuaki ku, kusoma Kinyarwanda e, juu sio lugha yetu siye bakongomani. Acha tusome kukalika kidogo kenye tunayua ya baliandika hivi yemwe Dusengere abana bachu bari hariya Karundu kuiporo ya leta ndese ni ya kivovu. Aseme, yee, bajama, tuombeye batoto yetu benye biko kuporo ya leta ya Kalundu na ya kivovu. Nona ndo mesaje iyo ya kwanza, hiyo ndogi iyo ndogi sinaongelea ivo. Bas mesaji ya pili, donke bakaandika hivi amakuru tufite avuga ko igitero cha baremereye cyane, aseme abari zenye baishakuwa nazo benzavo venye vikomofro, aseme vita ilishakuwa nguvu sana sana mm, sana donc eh, bakarudilea tena bakandika hivi mukanya gato, aseme mukanya gato yaani, eh, mudakika kidogo zamai eh, za zama, yani, mai yaani ndoba maimai za mai zose za hafashe nokuri ni maana gusa, aseme mudakika kidogo zile maimai zitakuwa zisha pakamata. Juu ya nini? Juu vita ishalemelea, yaani ishakuwa nguvu kuvandugu zavo benye viko mufro. Aseme ni bahati tu, ni maana gusa, ni bahati tu ya usikie benzenyi venye viko vanaanza kulia hivyo, yaani ndio maana tunasema tuikale tukimya tuombe Mungu e, bitu kule vile habiendeki habiendeki mzuri. Bonjour, bonjour, bonjour Akili Kabonga, unaamka vipi? meilleur voeu meilleur voeu e, habari zako bwana, sasa ninafuata edisio yako ya kwanza ya asubuhi ya Akili Kabonga, lakini mbona mimi nasikia kama kuko mchanganyiko bwana, mchanganyiko huko sijue kama mna, muna, munaweza muna kufanya kufiltre message wala kufanya contre verification ou contre verite ya message. Kwa kweli masauti nyingi zilipita hapa kwa Baraka One TV zikisema kwamba Colonel Michelle aliambia wanajeshi warudie kama yeye amekisha kupokea rushwa na iko natafuta kuingiza M23 munani mu Baraka. Hiyo habari ilisikika na mareaction zilitoka depart et d'autre. Na nilikuwa parmi vingi bali reagir, nikasema no no. Ninakuwa blague. Kwa nini wazalendo wanaweza kuwa wanadanganyika kila siku wanasema no no? Wakati Kivi alikuya, alikuya. Batu bali lalamika, batu walisema ningi kwake. Lakini makanaki iko shuhuda alisimama na sema Benye wanasema nani nani nani general Chiviri kwamba ni adui ni wa uongo ni wa adui wa Kongo. Lakini haikumaanisha kwa mwisho walitoka na ikaonekana kwamba Chiviri amepana mji. Sasa wale makamanda wanani nani wa wa Maimai benye walizibitisha kwamba Chiviri si adui. Quelle conclusion peut-on tirer de? Eh, tunaweza kusema nini kwao?

niko pale mko wa Mai Mai, mbona sisi tulipigana hii vita hii ya wazalendo? Tulikuwa na Banane, tulikuwa na Balwecha, tulikuwa nao, tulikuwa Mwenga, tulikuwa Kitutu, tulipanda kule kote, hakuna kunyata kupita, tulipanda mpaka hewa bo. Kama mtu anafanya ujinga, anafanya hivi, hakukuwa hakuna hakuna conseil de de de conseil militaire ya kufanya kwa kwa conseil de securite, ni kumpitishia hapo hapo, jambo ndogo wakilikabonga antukaa kufatana na mainformasio unayokuwa natoa. Niko nakufata vizuri kabisa, na kufata vizuri bwana Rajabu, bila kwenda nyuma mbili. Maana yake kila unapokuwa una ingia munani mimi na, naona tu unaposte bado haijakuwa haijaingia ndani mimi na enda pale ku close the notification. Jambo la kwanza, ninaomba msikie kwa utaratibu. Huyu Sylvain Ekenge wakati alitoa ile message juu ya wanawake wanani, umwangalie vizuri, ni mtu mwenyewe alipenda kuweka wazi

naye tangu alianza kuguverne president, ndio nakuwa chef supreme kule ekulu kupresidenciel, kuko Mnyarwanda, naule Mnyarwanda ni bibi yake. Kama mie munanipinga, au mtu wote ule mwenye atanipinga, akamate atoe sura za ndugu zake ya ule mwanamuki iko na dada yake mwingine mkamate ile sura ule dada yake mwingine mwangali, kama ule mwanamke ule mwingine ni nani? Ni kongolezi, njo mtaniambia kama. Eh, ule nani iko bibi ya ule president iko kongole stadir, ile pouvoir yenye ule president Felix iko nayo, nienye ilikuya apartir ya makoro, na ile makoro yeye kwa upande wake iko na irealize mfaso ingine nyamu ko muna comprendre il faut voir depuis Kamanyola ilianguka apa, kukua reaksio ya grave, jio kusema bapinire severema bale batu yalikuwa wa komanda ya ile parti ya Kamanyola bo Sipana, banafanya retre strategike

Bon, banaenda mpaka watu mpaka Makobola presque 100 km. <laughs> Kutoka Kamanyola presque 100 km. Ile ile michezo yenyewe baliona vraiment eh wazalendo. Michezo ile ile baliona Kamanyola. Tena bayoni pale na ule nani bamwachilie vile vile. Jo nini abawezi kumtoa? Kamanda mwenye anatafuta kubakoroga. Jo nini abawezi kumtoa? Kuna faso mingi za kumtoa. Celui qui a trahi anakuwa kana pension yake. Bana mtoa anatoka pembeni. Bana watumia mwingine. Sisi sisi faso njoo wanaweza kuganya vita. Ke? Okay. Avance qu'on a perdre batu. Amoze comme on a perdre batu kukamata kusema barikipere Makobola. Bazalendo venyu kwanza walipoteza. Kusema baende Katongo Kigongo, bafike wapi? Balipoteza nabo sasa, repli ya nini? Wakati mulipoteza watu eh, Uvira mko na bachunga baingi, barudie, abapendi kuikala na Banyarwanda kule kote, kwa balitoka masangi mawapi? kote biko bana bachunga barudie. Me ukikusikia sema no repli, barudie tena Makobola, que cela veut dire inakosa vile hakuna wazalendo kweli, Nur Kivu nashinda Sid Kivu, ni vitu vya haya sana. Tulikuwa na wazalendo walikuwa wanasema seme o oh, eh, banor kivu balionyesha malimiti yao. Sasa mwenye limite yenu, maana yake njo inakuwa kontrare, maana yake pire ke limite ya banani ya watu wa Nor Kivu eh? Hmm. Sevre wazalendo wako pale Musiki, kama muendelee na kupiga na wale na kupigana ule ba mfungi makamba atoke n iyala possibilite ya kumkamata na, na wale eh, kumurudisha Si facile olia kushinda biko banapoteza materein o oh, basimame. esque maanake Uvira nakwaya Banyarwanda antuka biko binadekuraje batu binayeza bambia situasion si, si mwaen yenye uku ba, bakongole bengine ba, bananani biko naregrete sana juu ya oyo presidan mwini huyo presida wenu mumko mnasema, aseme o oh, omo presida kwanza baki hata nani hata nani yake ishi njo pire ule akibakia kongo inaenda, tutakuwa sa rwanda eh? sa rwanda maana yake eh, tutakuwa sa uganda uganda mwenye anaikala pale ni kama ni mwenye rwanda hatujui, njo mwenye anaongoza uganda huyo mseven miaka mingi sana mpaka leo sasa

Mwe pale mwe peke mko mnasema kama viko wanajiprepare Kiliba. Ndio na kwa njo baz arrière. Ngome yao kubwa. Viko wanajiprepare bana yamisha pale Kiliba. Ilikuwa Rwanda na, na nani na, na, na pale kama njo wapi hapa bana e, eh, Kamanyola na munisha kwa mbali tena anawaambia sema murudie muende Makobola juu anajua pale nani kuluanga ni obstacle kwao ni kama muna kwa Makobola batadetourne bana basukuma kutoka Makobola na warudisha nyuma na bakivarudisha nyuma, mukifika tu Baraka hakuna résistance. Nera kumbuka mu eh, mu 1996 apres tu Baraka apa kukua résistance. Resistance, resistance ilikuwa tunilia ya mumapori tu haikukua na sens yenye kuwa na sense ni ya hapa vraiment bale bandugu yenye kuwa kuma nani kuma fro ku nani basi toke olea kurekile mie vo avance ke rekile il <coughs> ni rekile ta ele si na ele mbona position ile pour le moment plus question de rekile. Asante sana. En tout cas nawatakia sikivu mwema nyewe yenye kuwa mnazungumza na Uh, wale wanani wa, wa, wa patriote kule waambizeni waambieni kule wasirudi nyuma, wasisimame, waresiste, waavance kule, nani kule nani kule nani Goma viko naavance hivi viko karibu sijui. <laughs> e ba, ba, bana kale viko ka mwingine kenye ulitaya nyuma ulitaja nyuma ka nani kakule upande wa Goma kale, na kasabu na jina ni, mugoma, ni mugoma deja nafasi mingi wazalendo wana, wana, wana wanafanya kazi kule. Sasa kwa nini iku, ikuwe hivyo tu upande wa Uvira vrema upande wa nani wa Fizi eh? Acheni na tena ninawaambieni, acheni ile manani ya kwa mnajitapa wao, oh, sisi wa hivi njo wenyewe tunakuwa wa resista, ile ni ile ni uongo pale. Mkirevi tu kidogo, ile kinya yote itapotea, tutawatafuta tutawakosa nasikia waambieni, wale jamaa wenye wapatriot, wasikae wasi mikono miko chini, wasikae wasiongozwe na wanani eh. Nani vraiment mingi wanashanga sa vile huyu eh, mheshimiwa ya kutumba vraiment eh? alikuwa mtu mwenye alipaswa kuonesha mfano wake, kama cevr iko resistant, anakamata komandema yake ana komande yeni, komande wa wazalendo, ana komande wazalendo, wasonge mbele, wapige shenzi eh? wapige shenzi, wasonge mbele, kuliko kushinda yuko wanabakia tu vilevile vraiment vile. Ni vitu ya haya sana tukomaaki eh? haya sana na kuraje ya kusema ufanye vitu vingine inakosekana ina vraiment mwazi bien waambieni wale wakubwa kule, yeye siju kama ni yeye, kuna wale mwingine dunia kama nani pale na wengine pale walipaswa kuchukua mpango. Wana wanasonga mbele wana resiste. Tazama hapo unasema ngome kubwa wameweka pale nani hapo e, sijui Kiliba kama na Runingu kama na wapi sasa kwa nini wenyewe wanani wa, wa wazalendo hawakwagi wana deborde? Kwa kwa nini kwa nini hawawezi enda kuvuruga pali? Kwa nini hizo nani hizo hizo kama ni drone haziwezi enda kufurapi ile sehemu? Drone inaonaka kwenye adui anafichama, juu iko na kamera, inaona vizuri kwenye adui anafichama waende wasambue zile sehemu zote, mtaona na vitu vitakuwa mzuri. <coughs> Na, inafaa kutuma wanani na wenyewe kama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ya kutumba wanatuma join ni, ni chefu anatuma naye message kule nani kisha saa waambie kisha sa vraime wa wafanye nguvu wasonge wa mbele, hapana kuwasimamisha hivi. E, vita ni vita Mnyarwanda asimami. <coughs> Jambo tena, Papa Rajabu, ninashukuru sana e, ninashukuru sana kwa hii ma, ma habari ambazo umetupatia za duzer ya mchana. Tunashukuru kabisa e, na mimi najua ya kwamba nilikuwa miongoni mwa watu ambao walipenda kuonyesha habari ya, ya ile mtambazo ya kutoka Moba mpaka Muliro. Uh, ni njia ndefu sana tena, haina sekirite wote wenye wanatumiwaka kule kama vile watu wa serikali. Nilikaa kizike muda wa miezi sita, wakati nilitoka Tanzania nikafanyizia kazi ya mikono pale, ile fasi iko wazi sana sana sana, na bote wenye wanatumiwaka pale hata ba migration wenye wanatumika pale, pale ni babongo tu, hakuna mwenye anaweza zuguia adui asiingie ndani ya inchi. Bale ba migration ya pale ni baongo ba kupindukia, ba hakuna kienye wanaweza zuguia hata kitu kimoja. Antake niliona ile fasi hakuna askari mwenye anaendaka kule sofre bale ba mwizi bamwizi bakuibana mamotere bakuiba mawavu ma za bapesheur, ma njo wenyi banatembelea kazilenjia, banakuya kubanyanganya mamotere, banajifanya basoda, banatokea ngambo ya Kalemi, banaenda kubanyanganya bitu. Njo wenyi banapitia kakule. Sasa kama nilisemaka, kama vrema kakama vreima banapashwa gu, guchunga ile ilefasu. Sababu ya nini? Kabila iko na eneo yake pale Kasanga. Mutanzania iko na eneo yake tu ya Kabambi pale naporo na Waza iko pale yenyalijenga. Sasa inaomba tuwe wangalifu kabisa, mwaile mtambazo yote watie maskari wa kuchunga kabisa tena sana. Ni shida ni kwamba maskari yetu ya Kongo wakati wanamwambia aenda achunge nchi Njoba anamwambia na wewe wenda wine anapana inchi anapate franga, njo shida tuko nayo lakini, askari mwenye iko na akili mwenye anaenda kuchunga inchi kule kunivo ya apartire ya Moba ka, ka, pale Kasenga naenda pale eh, Liombe anaendelea mpaka pale nani Kizike Kizike, mpaka anaelekea ngambo ya Mkorosha ile Mtambazo yote batia wa maskari kule bachunge, mpaka Muliro Muliro bachunge kabisa, bachunge ile fasi na wasikose kufunga pia Gasumbalesa mzuri. Gasumbalesa hey, nayo baichunge tu mzuri, sababu wanaweza tokea njia, ni njia tu unajua kama ukikuwa jirani wapei uko na shida, unaona sawa vile bunagana iko papara jao. unagana iko paparajao bunagana iko sawa, hatuna frontiere pale, baganda banajiingilia wanafanya vyenye wanataka mkongo eh? Ishasha ni vile vile, hatujengake mafrontiere zetu, hatuonyeshe heshima ya frontiere. Sofe grande bariere pale Goma, njo likuwe na jengwa vizuri lakini Bunagana nilikuwa naisikia tu kuradio kuradio hapa. Wakati nimeingia muuganda nimepitia Unagana nikauliza, Unagana iko wapi? Bunjwa hapa hapa kwenye unasimama. Nikajiuliza, frontiere yenyi naingiza franga za pata vile mo mu, mu tresoro publike, kwa nini hawawezi jenga mafrontiere yetu nabapatia heshima frontiere kuko pori mingi, batu wanajiingilia wanavuka wanaingia Kongo, batu wanaingia wanaingia Uganda. Hakuna nji, hakuna, hakuna kwenye wanafunga, hakuna kabisa. Na njo mara Baganda walisha jikamatia Ruchuru wanaifanya yakwavo, njo mara huko nasikia Beni hakuna frontiere eh. Vile vile inafaa ulinzi wa peiwe kuwe, jamani, ulinzi wa peiwe uonekane vizuri jo ile shida nilipenda kueleza eh, mujikaze sana kabisa kuhamasisha guvernema yetu eh, neno lingine juu ya maskari wetu. Maskari wetu nilijaribu kusema kulalamika, kwamba inafaa rais wetu akamate kwa bavijana venyi ameforme bamupya, muko badiplome, muko bagradua, ba muko balisansiye benyi balienda kumafunzo nje ya nchi yetu, abalete abapatie, aba komandema ya jeshi, achane na majeshi benyi balitumika na kanambe, babatie dispo baikale bakuwa banapokelea mishahara kwenye banaikala, lakini basi batume tena kuwanja, baende bapambane vita. Mutu mwenye alitumika ka mu RCD, akatumika mu CNDP, akatumika sijue wapi mwaima parti politike zenyi zenyi zibalifanya, e ewana, mujikaze sana, muhamasishe guvernemat yetu ya Kinshasa, muambie kabisa, wakamate bale bavijana. Hey, baba, kamate bapatie komandema ya vita ya este, mutaona hii vita taisha kwa gafla. Iko sawa, na guvernema yetu nayo central zaidi. Mie minasemaa kuraisi, sawabu yenjo baba yetu, yenjo baba ya watoto, kwa nini anaweza kuzua zua, alikuwa anatumikia ku, ku, kuoda za, za batu wengine juu ya nini hawezi kujiamini peke yake, ya kwamba ninaweza kupanga vyangu bila kuuliza uliza ma, watu wengine?